Hiki ni kikao maalum kilichoandaliwa na serikali kuu, madhumuni yake ikiwa ni kukusanya maoni ya umma vilevile ya wadau katika sekta mbalimbali kuhusu miradi inayotekelezwa na, na serikali kuu katika kaunti ya Kilifi. Akizungumza wakati wa kikao hicho kilichoandaliwa katika chuo kikuu cha Pwani mjini Kilifi, katibu mkuu wa maswala ya uratibu katika ofisi ya mkuu wa mawaziri Ahmed Abdusalam amesema kikao hicho kinatoa fursa kwa wananchi kufahamu namna serikali inavyotekeleza miradi kuanzia mwanzo hadi mwisho right from, uh, the actually right from the project identification uh, project implementation and uh, a project exit and uh, the objective is uh, to inculcate uh, uh, ownership in the people so as to have sustainability in running of national government projects Abdissalam ameongeza kuwa wananchi wana mchango mkubwa katika kutambua changamoto zozote zinazojitokeza kwenye mchakato wa utekelezaji wa miradi hiyo, akisema serikali ya kaunti ya Kilifi ni miongoni mwa kaunti zinazofaidi miradi mingi ya serikali. This is a continuous process because as we undertake these projects, we learn lessons on how we carry out national government projects, so that uh, we address any challenges, any bottlenecks uh, faced on the way

Kwa upande wake, kamishna wa kaunti ya Kilifi Josephat Bwote amedokeza kuwa serikali kwa sasa inaendeleza miradi mbalimbali ikiwepo mbali ujenzi wa nyumba za bei nafuu eneo la Tezo na Mtwapa pamoja na ujenzi wa soko huko Watamu projects tuko na mtwapa which is also ongoing and then we have several markets ESP markets which are also ongoing watamu is almost over 70% complete and then all the others uh, contractors are on site Biwot vilevile amesema serikali inajenga vyumba vya malazi ya zaidi ya wanafunzi 1700 katika chuo kikuu cha Pwani, pamoja na ujenzi wa barabara ya Bamba kuelekea Ganze, huko ile ya Mwakirunge ikitarajiwa kuanza hivi karibuni. students

It is going to start soon. Kwa upande wao baadhi ya wananchi waliohudhuria kikao hicho wameitaka serikali kuhakikisha inahusisha wananchi kabla ya miradi kuanza kutekelezwa wakidai serikali imekuwa ikitafuta maoni ya umma wakati miradi ikiendelea. Pakilifi mjini hatuna factories kama vile EPZ. Tuseme mtu hapa for example, nikiwa naenda Mombasa, most times za asubuhi na jioni, taona vijana wengi wanatoka wanakimbia kazini na jioni wanarudi manyumbani, na mara nyingi wanajiuliza kwa nini Kilifi town hatuna hizi factories, kwa nini hatuna easy EPZs. Project the blue economy wamefanya kazi mzuri, serikali imeleta hiyo mradi mzuri, lakini kuna challenges moja ambao si mzuri n yani, tunapewa pesa kama makundi na kwa mfano 3, 3 milioni. Ile pesa paa kufika jamii imeliwa barabarani pa kufika, kwa sababu unapa mradi wa bottom up. Lakini unapofika kwa jamii imeisha. Nikiripotia Koko FM, naitwa Joseph Jira. FM, ladha ya pwani.